Sisi wote tunataka kufurahia na uhuru wa kila siku ambao tumezoea, lakini COVID-19 haijaondoka. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba tuchukue hatua ya kujikinga sisi wenyewe na kukinga jamii yetu. Weka angalau mbali wa mita 1.5 kutoka kwa watu wengine na usikutane na makundi makubwa ya watu. Epuka kushikana mikono, kumbatio na kubusu. Osha mikono yako kila mara kwa kutumia sabuni na maji, au tumia sanitizer ya mikono. Kaa nyumbani kama unajisikia mgonjwa. Ukiwa na dalili kama homa, upungufu wa pumzi, kikohozi, maumivu ya koo au kupoteza ladha na harufu ghafla, nenda ukapimwe COVID. Kupimwa ni njia ya muhimu unayoweza kujitunza na kutunza familia yako na watu wengine katika jamii. Pata chanjo ya COVID wakati inapopatikana. Chanjo inasaidia kuwa na usalama hapa WA. Kwa maelezo zaidi tembelea tovuti ya Healthy WA.